Inayoeleweka wazi kuwa vijana ndiyo nguvu kazi ya taifa. Serikali imeendelea na jitihada mbalimbali za kuhakikisha vijana wanahusishwa kikamilifu katika miradi na programu za maendeleo kupitia mafunzo ya ufundi na ufundi stadi ili kupunguza tatizo la ajira kwa vijana katika ngazi zote. Mabadiliko ni makubwa na yameleta matokeo chanya ndani ya taasisi ya rei ya Young World Feeders kupitia programu ya kuendesha mafunzo ya kuwajengea vijana wenzao uwezo katika kilimo cha bustani. Vijana wengi hufika hapa kupata mafunzo ya kilimo biashara. Daniel Masingija ni afisa mradi wa taasisi hii ambaye kitaaluma ni afisa maendeleo ya jamii. Ameamua kujikita kwenye kilimo biashara, akiwa na nia kuwasaidia vijana wenzake, kuwapatia mafunzo ya kilimo. Kijana anapofika hapa, sisi tunachofanya, tunafundisha package nzima ya kilimo, kwa maana tunaanza namna ya kutafuta eneo, namna ya kutengeneza masoko, namna ya kuongeza value kwenye product ambazo anazizalisha. Kwa hiyo kijana anapokuwa anapoweka umakini ule muda ambao sisi tunamfundisha kwa kwa maana hiyo, anapotoka hapa lazima atakuwa ametoka ameiva ipasavyo. Kwa sababu gani? Mfano tukisemea kwamba tunamfundisha kwenye upande wa kwamba ni namna gani atapata eneo k kwa maana sitamwelekeza, unapoanza kilimo lazima uzingatie eneo lako linapatikana sehemu gani, lipo karibu na usafiri. Unapopata eneo husika, sasa inabidi ufanye research kwamba umepata eneo, je, unazalisha nini? Kwa hiyo lazima uanze na research kwamba kule sokoni kitu ambacho nitakizalisha huku, je kitaenda? Umeona? Kwa hiyo tunahakikisha kwamba vile vitu vyote anakuwa anavyelewa. Baada ya hapo, tunamfundisha namna ya matumizi ya madawa shambani. Tukiangalia hapa watu wengi wana, wana, wanaenda tu madukani wanachukua sumu wanaenda kutumia kwenye mashamba yao, lakini unakuta hana elimu ya kutosha. Kwa kupitia mafunzo haya, vijana tunahakikisha kwamba wanapata elimu ya kutosha, namna ya matumizi ya sumu kwenye mashamba yao. Pia kingine, tunahakikisha anajua matumizi sahihi ya mbolea kwamba mmea unapofikia sehemu fulani inatakiwa aweke mbolea aina gani, inapofikia kiwango fulani inatakiwa aweke mbolea aina gani, na pia kwamba mmea unapofikia sehemu fulani inatakiwa atoe, atoe usimamizi wa namna gani. Kwa hiyo kijana of course akishatoka hapa anakuwa ameshaiva kila engo katika uzalishaji. Nimesoma maendeleo ya jamii nikasema nisome hii fani, kwa sababu ukiangalia maendeleo ya jamii ni inaingia kwenye upande wa maendeleo. Maendeleo pia ni, ni, ni, ni, ni, ukiangalia na, na upande wa kilimo pia ni maendeleo. Kwa hiyo mimi connection yangu ya kwamba wafisa maendeleo na kwenye kilimo ni vitu ambavyo vinaendana kwa pamoja, kwa hiyo ilinivutia sana kwamba ni bora nikaingia moja kwa moja kwenye kwenye sekta ya kilimo ilikusudi hata fani yangu ya afisa maendeleo ya jamii iweze kusaidia vijana wengine kwa namna moja ama nyingine. Mfano, kwa upande wa saizi, vijana ambao wanafika hapa kwenye fani yangu ya afisa maendeleo ya jamii, vijana tunawasaidia sana kuunda vikundi na kuwasaidia kuvisajili kwenye, kwenye, kwenye ngazi ya wilaya na kimkoa pia. Mwisho wa siku wanakuja wana access mikopo, hii mikopo inayotolewa na halmashauri na benki zingine ambazo zinatoa mikopo kwa vijana. Kijana Prosper, Faustin Prosper ni mtaalamu wa kutengeneza kitalu nyumba maarufu kama greenhouse kwa gharama nafuu sana. nini hasa matarajio yake katika sekta hii ya kilimo biashara? Natarajia kufanya mengi, kufanya mengi sana, hasa kwenye kilimo, na naishukuru pia serikali kwa kiasi fulani. Kupata bahati za kufanya hivi ni kitu kizuri sana, vijana tumeweza kujikufunguka kujitafuta ili kupata kitu kwa sababu uh, kuna baadhi ya vijana wanaandaa fursa kama hizi, vijana wengine kupata fursa hii, na hii ni kwa sababu serikali imejaribu kusapoti baadhi ya vijana na baadhi ya sekta ili vijana kupata kitu zaidi. Hii ni greenhouse ambayo unaweza kupata manufaa yale yale ambayo utayapata kwenye greenhouse kubwa au greenhouse ambayo ina viwango vikubwa. Uh, cha kuzingatia tu ni mazingira yako greenhouse nataka kufanya lakini ni greenhouse ambayo inatumia gharama ndogo sana sana kuliko ku, ku, greenhouse ambazo zinatumia kwa chuma na vitu vingine. Na pia greenhouse hii imetengenezwa kwa muda mfupi, inakaa pia kwa muda mrefu, ina gharama ndogo uh, na matokeo ni yale yale. Nadhani kwa kifupi ndiyo hivyo, ni wakati mwafaka sasa vijana wengine wakathubutu na kutokukata tamaa kupitia kilimo cha biashara ambacho ni mkombozi kwao badala ya kutegemea ajira za serikalini. Mchango wa vijana katika sekta ya kilimo ni mkubwa, kama anavyowashauri vijana wenzake kujitambua na kutambua fursa mbalimbali zinazotolewa na serikali, wadau pamoja na sekta binafsi, kwani kilimo ni mhimili wa maendeleo kwa nchi yetu kutambulika kama kijana ndani ya uh, fursa zilizopo katika serikali ni miaka kumi na saba tu kuanzia miaka kumi na nane mpaka thelathini na tano hapo kuna miaka kumi na saba hii miaka kumi na saba ni ya kujitafuta kujipata na ukijipata ujishikilie ili uweze kuhakikisha unaendana na fursa zilizopo serikalini sasa ukisha jua thamani yako na kutambua fursa zilizopo fursa zinazo kuzunguka, fursa zilizopo kwenye jamii. Si lazima sekta ya kilimo tu, kuna sekta ya mifugo, kuna sekta ya uvuvi, ufugaji wa samaki, ununuaji wa minofu ya samaki, ununuaji wa mifupa ya samaki na kuweza kwenda kusaga na kuwapelekea wakulima uh, ama, ama wafugaji kwa kuichoma na kuongeza uh, calcium of course kwenye mifugo, lakini pia mifupa huwa inatumika shambani katika kurutubisha ardhi. kwa hiyo ni wewe unaona fursa iko kwenye engo gani na wewe hiyo fursa unaitafsiri vipi kuweza kubadilika na kutengenezea wewe kipato. Kwa hiyo kwanza jitambue wewe kama kijana, nafasi yako katika jamii, nafasi yako katika familia, nafasi yako katika taifa ni kitu gani unatakiwa kukifanya kabla hujapoteza ile nguvu ya ujana katika kuweza kukupatia fursa za kutengeneza kipato binafsi ndani ya familia utakuwa umeleta mchango gani? Lakini ndani ya jamii inayokuzunguka utakuwa umeleta mchango gani kwa vijana wenzako? Na ndani ya serikali, taifa na dunia kwa ujumla, ni kipi utakachokuwa umekifanya? Kwa hiyo unaposikia taarifa mbalimbali za fursa za mafunzo ya aina yoyote ile, tafadhali chukua muda wako, nenda kahudhurie Kasikilize kile kinachofundishwa pale. Tambua, mtembea bure sio sawa na mkaa bure. Ukienda pale utaokota mawili matatu, na kati ya hayo mawili matatu utakao yaokota, tumia hata moja tu ama tumia hata nusu tu ya kile ambacho umekipata pale. Lakini kuna siku nyingine utasikia tena fursa ya ufugaji wa kuku, nenda kahudhurie kapate ile ABC. Sehemu nyingine utasikia kuna fursa ya ufugaji wa mifugo, nenda kapate zile ABC. Moja jumlisha moja jumlisha moja unapata tatu. Sasa hizi huu mchanganyiko huu wa hivi vitu ambavyo utakaokuwa umevi umevipata kwenye hizi semina mbalimbali, naamini kuna jambo utalifanya litakalokuwa na tija kwa jamii. Lakini mitandao ya jamii tunaitumiaje? Tuna outsource right information. Kuna information za kila aina kwenye mtandao wa jamii, ni sawa na jalala, yaani mtandao wa ya jamii, mimi kwangu nauchukulia ni sawa na jalala kubwa linalo linalohudumia taifa. Naweza nikasema ndani ya hilo jalala, sisi tunaweza tukaona ni jalala kweli kweli, lakini ndani yake kuna vitu vya thamani, kuna vyuma chakavu, kuna, kuna, kuna plastiki ambazo watu wanaenda wanaokota, wanapima chuma chakavu wanapata fedha na kuweza kujikimu kwenye familia. Sasa tazama hili jalala lilivyo na thamani kwa watu wengine. Sasa hali kadhalika kwenye mitandao yetu yote hii ya jamii haina tofauti na jalala. Nenda kaokote kile ambacho kina thamani, kitumie kwa ajili ya manufaa yako binafsi, manufaa ya jamii, familia na taifa kwa ujumla. Niwaombe sana serikali, msisite, msichoke kutoa fursa kwa vijana katika taifa letu Msisite msichoke kutoa elimu stahiki kwa vijana wetu, msisite msichoke kuwatumia watu kama Raymark, kupitia miradi kama mradi wake wa Young World Feeders kuweza kumpa fursa ya kuweza kuwapa fursa vijana wengine kuweza kutambua fursa zilizopo katika minyororo mbalimbali ya thamani ya kilimo, mifugo na uvuvi. Lakini serikali, wito wangu kwangu kwenu, kwenda kwenu. Sasa hivi kwa muda wa miaka tisa ambayo nimehudumu katika sekta hii ya kilimo. Ninatamani sana kupitia kipindi hiki tuweze kupata wadau mbalimbali wanaoweza kutushika mkono zaidi na kuweza kufikia yale malengo yetu, kwa sababu tayari tumeisha jua uh, changamoto zote zilizopo kwenye sekta ya kilimo. Na bahati nzuri, kupitia videos hizi mnaweza mkashuhudia ni kwa namna gani ndani ya Dodoma ambayo inaaminika kwamba ni jangwa, tumeweza kuleta mabadiliko makubwa sana ya mazingira. Sasa tafadhali tunahitaji sana wadau ikiwemo serikali kupitia Wizara ya Kilimo. Pia ukiachilia mbali huu mradi wa, wa, wa building a better tomorrow, tuweze kupata funds, fedha zitakazoweza kuboresha sasa uh, uh, mandhari hii ya hiki ambacho tunakifanya ili kuweza kufikia masoko ya kimataifa kama ilivyo parachichi, basi sisi tunatamani tuwe wasambazaji na wauzaji wazao kama la tango kwenda kwenye mataifa ya wenzetu huku tukizingatia afya na ubora wa mlaji.